inatoka katika Injili ilivyoandikwa na Yohane sura ya 16 aya ya 29 hadi 33. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili ilivyoandikwa na Yohane. Wanafunzi walimwambia Yesu, Tazama sasa wasema waziwazi, wala huneni mithali yoyote. Sasa tumejua ya kuwa wewe wafahamu mambo yote wala huna haja ya mtu akuulize. Kwa hiyo twasadiki ya kwamba ulitoka kwa Mungu. Yesu akawajibu, Je, mnasadiki sasa? Tazama saa yaja, naam imekwisha kuja, ambapo mtatawanyika kila mmoja kwao kwao, na kuniacha mimi peke yangu; walakini mimi si peke yangu kwa kuwa Baba yupo pamoja nami. Hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Neno la Bwana. Sifa kwako, eh, Kristo. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni tafakari pamoja sehemu hii ya maandiko matakatifu siku ya leo inayoeleza waziwazi juu ya wanafunzi wa Yesu wanakabiliwa na nyakati za huzuni na wasiwasi mkubwa. Hii inatokea baada ya Yesu kuwaeleza kuhusu kuondoka kwake na kurudi kwa Baba yake ambaye ni Baba yetu sisi pia, akiwapa ahadi za faraja na nguvu itokayo juu, yaani Roho Mtakatifu. Maandiko matakatifu haya yanatusaidia kutufundisha jinsi ya kukabiliana na changamoto mbalimbali mbali maishani mwetu kupitia imani yetu, matumaini yetu na sala zetu kwa Mungu. Kwa namna ya pekee tutafakari mambo makubwa matatu yawe kielelezo cha msaada mkubwa katika maisha yetu kupitia injili hii. Moja, dhana ya huzuni na furaha. Ni wazi kuwa katika maisha yetu zipo nyakati za furaha, huzuni, kupata, kukosa, kulia, kucheka, kushinda, kushindwa, kushiba, kuona njaa, magonjwa, afya na kadhalika. Katika injili tunasikia Yesu anaanza kwa kueleza huzuni ya wanafunzi wake itakayotokana na kuondoka kwake. Hata hivyo anawatia moyo wakumbuke kwamba furaha yao itarudi. Jambo hili litufundishe kuwa huzuni ni sehemu ya maisha, lakini furaha inakuja baada ya kushinda changamoto zote tukimtegemea Mungu. Tunapaswa kuwa na matumaini katika kipindi cha magumu, tukijua kwamba baada ya huzuni furaha itafuata. Pili, umuhimu wa sala na uhusiano bora na Mungu maisha ya sala na uhusiano mwema na Mungu ni msingi ya kuyatafuta maisha ya umilele. Tumesikia wazi kwamba Yesu anawapa wanafunzi wake ahadi ya nguvu itokanayo na kusali. Anawafundisha kwamba watakapokuwa wakiomba kwa jina lake watajibiwa mahitaji yao. Hii inatufundisha na kutukumbusha hasa kuona umuhimu wa kuwa na uhusiano wa ukaribu na Mungu kupitia sala na sadaka. Sala si tu njia ya kutafuta msaada, bali pia ni kujenga imani na kutegemea uwezo wa Mungu katika maisha yetu. Tatu, amani katika mateso. Katika aya ya mwisho Yesu anatoa ahadi ya amani, akiwakumbusha wanafunzi wake kwamba Ijapokuwa wataingia katika majaribu mengi na makubwa kiasi, wanapaswa kuwa na ujasiri na utayari kukabiliana nayo. Yesu ameshinda ulimwengu, na kwa hiyo tunaweza kupata amani na matumaini jipya hata katika kipindi cha machafuko. Hii inatufundisha kuwa amani ya Mungu inatupatia nguvu ya kukabiliana na changamoto za maisha . Hivyo tunaalikwa kuwa wajumbe wa amani hiyo inayotokana na Kristo mfufuka, kwa kuwa nayo ni ya kuisambaza kwa wengine popote ulimwenguni. Itimisho, hivyo tuombe neema ya Mungu na nguvu ya Roho Mtakatifu ili kwa mastahili ya damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanaye wa pekee iliyomwajika msalabani kwa ajili ya ukombozi wetu isipotee bure bali ilete manufaa na ukombozi wa mwili na roho zetu, kwa kutujalia ujasiri na nguvu ya kuyashinda magumu yote maishani mwetu, tukiilinda imani yetu kwa bidii kubwa mpaka saa ya kufa kwetu. Itukuzwe damu ya Kristo. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyokuletea tafakari hii ni mimi Frateri Anthony Temu wa shirika la wamisionari wa damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari Kola Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!